Ni watoto wa kituo cha Hope for Girls, kituo ambacho kinajishughulisha na kulea watoto yatima na watoto waliokimbia ukatili wa kijinsia wameweza kupokea mkono wa Eid kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hasani, ambao mkono huo wa Eid umewakilishwa na mkuu wa Wilaya ya Serengeti Dr. Kemilembe Lwota. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Raisi kwa kutupa mkono huu wa Eid na Pasaka wana Serengeti, lakini pamoja na watoto wetu hawa ambao wanalelewa kwenye kituo hichi cha Hope for Girls ambacho kiko wilayani Serengeti, tumekuja kukabidhi vitu tofauti tofauti ambavyo vitaweza kuwasaidia watoto hawa ambao kuna yatima, lakini kuna watoto waliofanyiwa vitendo vya ukatili katika maeneo yao na wako hapa kwenye kituo hichi wakilelewa. Tumekabidhi vitu mbalimbali mbali, kama ambavyo mnaona hapa kuna mafuta, unga, mchele, lakini kuna soda, kuna pampas, kuna vitu tofauti ambavyo mheshimiwa rais ameweza kufanikisha na leo tumekuja kukabidhi katika eneo hili vitu, vitu hivi jumla ni takriban shilingi milioni nne ambayo tumepewa kama serikali ya wilaya ya Serengeti ili tuje kukuja kufanya kitendo hichi cha muhimu kabisa siku hii ya leo ya Eid, lakini pia na mkono wa Pasaka kutoka kwa mheshimiwa rais wetu mpendwa. Asante. Asante nani, Mama Samia. Mama Samia nani Sani. Kwa naomba nitumie fursa hii kwa kweli kuwasihi sana wananchi wa Serengeti, matendo haya ya kikatili ambayo tunayafanyia watoto wetu tuyakome mara moja. Kwa sisi kama wilaya tutaendelea kulikemea hili jambo, lakini hatua stahiki na kali zitachukuliwa kwa yoyote ambaye atakwenda kufanya vitendo hivi kinyume na sheria, taratibu na kanuni ambazo tumejiwekea kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa watoto wetu tunawapenda sana na sisi kama serikali tuko pamoja nanyi bega mm -hmm, kwa bega na tunaendelea kukemea vitendo vyote vya kikatili na wote wanaokwenda kufanya kinyume tutawachukulia hatua kali sana kama serikali. Tunasema ni asante kwa sababu kiongozi mkubwa wa nchi anapokuwa anatuletea zawadi kama hizi tunajisikia vizuri, kwa sababu sisi tupo kama watoto ambao tumetengwa na familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa unatuletea zawadi hivi, tunakuwa tunajihisi na wewe ni mmoja wa familia yetu. Wito wangu ni kwamba ninapenda mama Samia aendelee hivyo hivyo kuwa na moyo wa upendo, aendelee ku, kututia sisi moyo kwa kuweza kutoa amri kwa viongozi wa serikali ili waweze waweze kusimamia ukatili wa kijinsia unaofanyika katika jamii jamii zetu, ili uweze kupingwa usiendelee kabisa. Napenda kusema ni asante kwa mama yetu mpendwa, mama Samia Suluhu Hasani kwa kuweza kutukumbuka sisi wasichana katika hii siku ya Eid. Ametuona sisi ni wa thamani na ni wapekee, ameweza kutuletea zawadi mbalimbali mbali, na tunajihisi furaha na amani ndani ya mioyo yetu. Mungu ambariki mama yetu na mzidishie alikotoa, na Mungu akazidi kumzidishia mara mia sisi tunasema asante sana kwa rais kwa kututambua, lakini pia kuona kwamba watoto hao wa wanastahili kupata hichi. Lakini pia tunashukuru sana kwa moyo wake wa upendo kwamba sio wote wangeweza kufanya, lakini kwa yeye kuguswa, na kweli tumeguswa na upendo wake, upendo wa mama. Ni tofauti kabisa na, na, na, na mtu mwingine amefanya kama mama, na tumepokea kwa moyo wote kwa mikono yote sisi kama staff na organization ya yeah, Hope for Girls and Women Tanzania.